Jamani, karibuni sana. <laughs> Yeah. Um, kabla hatujaenda kwenye stories za mmoja mmoja, nipende kuwa kuweka utangulizi ambao kawaida huwa napenda kuelezea maono ya mradi wetu uh, na pia mfumo wetu jinsi unavyofanya kazi. Maono ya mradi ni kuwasaidia uh, sasa huwa napenda kusema wanawake lakini leo tuna mwanaume live. <laughs> <laughs> eh, leo tunakaka, tuna wadada senta eh. Kuna watu walikuwa wanasema jamani, na wakaka senta inakuja lini? Sasa tuna wakaka senta leo hapa yeah, karibu sana uh, kaka Frederick. Yeah. Ya uh, kwa hiyo uh, maono yetu huu mradi uweze kuwasaidia of course ni, ni naweza kusema unawasaidia sana wanawake asilimia kama tisini na tano au kama sio zaidi, ni wanawake. Wanaume kwa uchache, kwa sababu ya nature ya mila zetu na tamaduni, hizi kazi za nyumbani, wengi wana prefer wanawake zaidi au wanaamini ni wanawake zaidi wanaweza kuzifanya. Lakini wasichokijua ni kwamba kuna akina kaka center huko <laughs> wanajua na wao majukumu ya nyumbani, hizi kazi za nyumbani. Hata sisi nyumbani kwetu ivolelewa, mama yetu alituzaa watoto, ametuzaa watoto saba wawili wa kike, wa kiume wengine wote, na wote wanajua kupika, wote wanajua kila kitu. Kwa hiyo kuna wazazi wamelea watoto wao kwa usawa, bila kubagua kazi, na wakipata kazi za na nyumbani wanaweza kufanya. Okay, so pointi yangu ya msingi ni kwamba mradi huu unavusha watu kwenda kufikia male, ndoto zao na malengo yao. Na tumefanya ye kazi kwa muda mrefu, tuna zaidi ya miaka kumi. Kwa hiyo ni kuna idadi kubwa sana especially ya wanawake ambao wameweza kupitia kwenye mikono yetu kwenye mradi huu kwa ajili ya kutimiza ndoto zao. Hiyo ndo maono makubwa ya mradi, lakini maono mengine sasa, eh, hayo makubwa ni wewe utimize ndoto, lakini mengine ambazo hizo ndio mbinu ninaposema ni coaching huwa napenda kusema nawafanyia na coaching. Um, ni kwamba ili ufanikiwe, kwa sababu kwa vyovyote anayekuja hapa anatafuta pesa ili akafungue aidha ni biashara au akajiendeleze kielimu, umeona. Ili uweze kufanikiwa kwenye hizo ndoto zako, uh, lazima sasa wewe utafute mtu ambaye ana hizo hela kwenye mifuko yake na uweze kuzichukua kwa njia ya halali. Mm-hmm. Hapo ndio coaching inapoanzia. Ndio maana sisi hapa mnapofika, kuna mifumo yetu mingi tumeitengeneza. Mnaofika hapa mnajua, yani hizo zote ni mbinu za kuhakikisha bosi wako anafurahi, ambaye ndio ana hizo hela ambazo wee unazitafuta. Wee si su, su, una shida ya hela, mm-hmm. E, na watu wana hela, lakini hizo hela awezi kutupa tu. Yani wezi kumwomba tu mtu hela, anaomba hela akakupa? Hapana. Kuna mfumo ambao Mungu ameuweka wa kusaidiana kusaidiana kwa namna gani? Maana hilo neno kwa la Kiswahili pia la kusaidiana aliko vizuri labda la kiswa la Kiingereza labda kusev, eh, to save people si ndio? Kuhudumia watu, then ukiwahudumia wakafurahi wakaridhika wanakulipa. Yani hii msaada wa bure sio mfumo kabisa. Mfumo sahihi ni yule kwamba anakusaidia na yeye anasaidia, tunasaidiana. Kwa hiyo mabosi wana shida ya watu wakwenda kuwasaidia majumbani, lakini na sisi tuna shida za kipato. Kwa hiyo tunapokwenda kuwasaidia majukumu yao, ndipo hapo na sisi tunafanikiwa. Kwa hiyo mnapokuwa kwenye kituo chetu hapa, yaani tuko katika kuhakikisha kwamba tuna shift zile mindset, unajua mifumo watu wengi wametoka wame huko eh. Kwanza yuko hapa amekuja, inawezekana bado ana stress, ana hofu yani kuhusu kazi kazi, si ndio? Mwingine bado hayuko comfortable kazi za ndani, tena nikifika pale nitakutana na superwoman Joyce Kiria, ataniweka kwenye kipindi, sasa itakuwa jana, yu ana depression, ana stress. Sasa hizo zote ni mifumo ambayo imeprogramiwa na jamii zetu, kwanza kuaminishwa kwa kazi za ndani ni mbaya, sio kazi zenye hadhi Sio kazi nzuri. Kwa hiyo tayari akilini kwake anapingana na hizi kazi, si ndio? Lakini kingine, anafikra kwamba kazi za ndani labda ni kazi ambazo zitadhalilisha utu wake, hazina heshima au ataenda kunyanyasika. Umeona eh? Yani hivyo vitu vyote vinatembea kwenye kichwa chake. Kwao anapokuja hapa, anakutana na mapinduzi makubwa ambayo si tumeyafanya, kwamba hii ni kazi kama kazi nyingine. Ni kazi ambayo kwanza ukiwa kazini utapata off kama utazingatia utaratibu ambao tumeuweka, kuna off. Lazima upumzike lakini pia unapaswa kuifanya hii kazi kwa kuwaheshimu wale ambao unawafanyia. Maana yake hautajifanyia tu kiolela, yani kuna taratibu zake. Umefika kazini, mazingira umeyaona labda sio rafiki sana, basi ufate utaratibu wa kutoka, usijiamkie tu kaondoka, si unaelewa? Yani hizo sasa ni programu mpya ambazo tunajaribu kuziweka, kwamba huyu bosi anaposema jamani, wadada Dada Senta wameletea mfanya kazi. So ikitokea huyu mfanyakazi aiko comfortable na mazingira, asikurupuke tu kwa sababu gani? Sisi tunajaribu kuipa value, kuipa thamani hii kazi ya nyumbani, na wewe u, uwe kama uwe professional. Bosi wako akutreat kama mtu anayejitambua naye jielewa. Ndio shughuli tunazofanya huko ndani, lakini nyingine, unapokuwa huku, ndio kazi zinaanzia hapa, kwamba hichi kituo chenyewe kinahitaji kiwe, yani, tunakitumia kama sehemu ya mafunzo. Kwa hiyo utakapokuwa huko ndani, tunako observe, sio kwamba tunakaaga tu. Yani kuna dada anaweza kukaa labda wiki ya nafikiri niko tu jamani, nachelewa, mbona wanipangii, mbona wanipangii? Ah, ah, sisi hatufanyi udalali ule wa Kiswahili. Sisi ni watu kidogo tuko profesional, tunataka, tunapokupanga kazi, tunajua huyu kweli anaendana na majukumu ya huyu bosi. Kwa hiyo, lazima kuwe na muda huo. Muda ndio tunakuangalia una utendaji gani wa kazi, una tabia zipi. Kuna watu wana viburi hapa hapa tunawaona na tunawarudisha Je, unajiongeza mwenyewe unajiongoza, au unakaa tu pale, unasubiria kila kitu upikiwe, ule uache vyombo pale, sijui, unaelewa? Kwa hiyo humu ndani tunapokaa, sio kwamba tupo tu tunapoteza muda, tuko hapa pia tunasaidiana na tunafundishana, yani ndio coaching zenyewe. Kwanza unapoingia ukakubali tu kwamba jamani, na mimi naingia kwenye mradi wenu Kozi zetu ndio zinaanzia hapo, kwa sababu utakuta umekaa unaambiwa, oh hapana, hiyo sio sio system ya kazi. Utakapokuwa ukianza kukaa kwenye hichi kituo, umekaa tu kwanza, asubuhi mpaka jioni, kuna mazingira unayona ni machafu, si ndio? au kuna kazi za kufanya, kuna usafi afu wewe umekaa. Maana yake unatuambia utakapokuwa kazini, hivyo ndivyo utakavyokuwa. Maana yake bosi wako kama hayupo na wewe, kazi unakaa zinalala. Na sisi tunataka hata kama ni traditionals wakuwe why, kwa sababu mimi nilianza kazi za ndani nikiwa niko level ya chini sana. Nilitoka tu darasa la saba nimeanza kazi za nyumbani. Kilichonifikisha hapa ni kwa sababu ya ile spirit ya kutaka kuwa better kila siku niwe bora zaidi ya jana, niwe bora zaidi ya leo, niwe bora zaidi ya kesho. Na hao ndio wasichana ambao mimi nataka eh, leo nitapata shida, nishazoea maneno fulani ndio. <laughs> Eh, hao ndio watu ambao leo tabini nitumie watu au wadada na wakaka ambao nataka kufanya nao kazi, watu ambao pia watakuwa na maadili. Maadili kwetu ni sifa ambazo ziko kwenye neno la Mungu. Nikisema neno la Mungu, maana yake ukweli, uaminifu, upendo sio nje. Ukienda kinyume na hapo, maanake unakuwa sasa unafata ma, ma mambo ya kishetani. Utakuwa ni muongo, utakuwa ni mdokozi, utakuwa ni mwizi. Hizo zote ni ita, tabia za shetani. Hatudili na hizo sisi. Value zetu za watu tunaofanya nao kazi na tunachowafundisha ni kuwa na wakiwa, ukiwa tu na tabia zile zinazoendana na neno la Mungu, utaishi popote na mtu yeyote, na utapendwa na utakubalika na utapata hela. Tuko pamoja jamani eh? Haya, kwa hiyo kwa utangulizi huo nafikiri tumeelewana kwamba mradi wetu uko hapa ukusaidie uende kwenye malengo yako. Na sisi pamoja tu, tu, kwamba tunapata hela, lakini tunakufikiria wewe. Ndio maana sisi kwetu ni rahisi kupata hela. Why? Kwa sababu tunakufikiria wewe, tunamfikiria bosi wako. Tunakufikiria wewe, ukapate hela utimize ndoto zako, si ndio? Lakini pia tunakutrain na kukukochi namna gani unaweza ukapata hizo hela kirahisi, muhudumie bosi wako vizuri. Usiwe na kisirani, usiende na zile tabia za kiudada wakazi wa kimtaani, waki ule wa kishamba. Nenda as a professional, waza kama niko Hayati Hoteli au Serena au yani, waza ma level ma, ma, ma fulani. Jifunze, sasa hivi kuna njia nyingi za kujifunza namna gani unaweza ukaongeza ujuzi wako ili utoe huduma nzuri na bosi wako aridhike akulipe vizuri. Lakini pia tunawafikiria mabosi. Tunaposema wahudumieni vizuri, mzi, hakuna bosi anayetaka aje achukue dada ahudumiwe vibaya, akutane na dada lijeuri, anaamka tu anakurupuka, anabeba mabegi yake, anaondoka kama vile alimuokota mtaani, wakati alikuja ofisini, tukakubaliana mikataba na utaratibu kila kitu, akamkaenda iweje? Wakati wa kuondoka unataka tu kubeba mabegi kienyejenyeji, kishamba shamba, kijingajinga, si si si, unaelewa? Ya kwa hiyo hakuna bosi ambaye anataka akutane na binadamu wa staili hiyo anataka hata kama umeshindwa kukaa naye nyumbani kwake, lakini kwa heshima fanya mawasiliano. Ofisi ipo, sisi tupo. Wewe umeshindwa kuongea direct na bosi wako, ongea na sisi, sisi ndio tumekuunganisha naye. Sema jamani, mazingira haya mimi naona kwangu sio rafiki, no problem. Tunafanya mpango dada mwingine aje. Dada mwingine atakapopatikana, unatoka unarudi kituoni, tunaongea aidha, no unataka kuendelea na kazi au unaona mimi hizi kazi siwezi no. na lakini kusiwe na ugomvi, kusiwe na visirani, kusiwe na namna ya kutaka kumkwamisha mtu mwingine, kwa sababu wewe wakati unakuja kutafuta kazi hatuku sio sisi, sisi tulokulazimisha, si ndio? Ulikuja mwenyewe kwao, ukasema nataka kuingia kwenye program zenu na sisi, programu yetu promise kubwa ni commitment yako ya one year kwao. Ukishaingia kwetu tukaanza kukuhudumia kukukochi, kukutrain, kula kulala hapa, maana yake sasa tunajua huyu mtu ni wa kwetu kwa mwaka mmoja, tunafanya naye kazi kwao. Wakati wa kuondoka lazima uconsider ule utaratibu wa kutoka, ili wale wa, mabosi wasituone sisi matapeli au wasikuone wewe kama mwenda wazimu, au wewe usijitoe fahamu na kujizima data ukatufanya sisi kama wajinga. Sisi sio wajinga, kwa sababu kama hutaki kufanya kazi na sisi hatukulazimishi. Sisi tunaelewana jamani. Ya, kwa hiyo hiyo ndo msingi um, foundation ya utaratibu tuliouweka lazima uzingatie ili ufanye kazi vizuri na sisi. Tunasema hiyo ni sehemu ya uaminifu yani, ya mtu ambaye ana hofu ya Mungu kwa sababu unapokubali unatuaminisha nimekubali, alafu baadaye unageuka geuka, maana yake sio mtu mwaminifu. Na usipokuwa mwaminifu kwa kitu kidogo kama hiki, utakuwaje mwaminifu kwenye vitu vingine? Hata Mungu hawezi kukubariki. Ndio maana tunaunganisha sana hii huduma na neno la Mungu, tukiamini, tukipata watu ambao wana hofu ya Mungu, yani mradi utaenda vizuri. Umepata shida kazini, unatuambia, tutashughulikia shida yako na itaisha, kwa vyovyote, kwa kutoka kazini, kwa kuendelea na maisha yako, kwa kuenda sehemu nyingine, no problem, lakini lazima itaisha, ila tu kwa utaratibu, ili kila mtu asikwame. Tuko pamoja mpaka hapo. Haya, sasa tunakwenda kwenye kufahamiana. kufa, sasa kuna watu hapa wamemaliza mikataba, kuna wengine mnaenda kazini. Kila mmoja tu kwa ufupi ataelezea experience yake. Huwa ni stori nzuri ambazo zinawanyanyua watu, zinawainua watu. Kwa hiyo msione kama mnafanya uh, kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana. Kuna mtu anahitaji kukusikia wewe ili anyanyuke, atiwe moyo na yeye anyanyuke aseme ngoja niende, ngoja na mimi, niende either Wadada Center au popote pale. Kwa sababu mwisho wa siku hizi program, mimi ninachotaka mtu anyanyuke atoke pale alipo aende mbele. Whether atakuja hapa ataenda kwingine, lakini asi Asilale yani, asikae amekata ya tamaa, asikae haoni fursa fursa zimejaa kibao. Ni kiasi fikiri tu cha kubadilisha tunavyofikiri, tulivyokuwa programmed tu tujiprogram kitofauti. Na kitofauti ni kwa kusudi tu la Mungu. Ukiwa una hofu ya Mungu unaona fursa kibao. Ila ukiwa unajiona tu kinani, utaanza kuona hii hey, kazi hainifai, hainifai, hainifai unazidi kuchapika na maisha, si ndio? Haya.